Jamvi <coughs> letu tochi ya jamii inayomulika kila kona katika makala maalum ya jamvi letu. Na katika makala hii tunaangazia swala la ukatili wa kiuchumi dhidi ya wanawake katika mkoa wa Njombe. Na ukatili huu wa kiuchumi ni ukatili unavaa sura mbalimbali, kama kumiliki kwa nguvu vyanzo vya uchumi vya mtu mwingine na masuala ya umiliki wa mali na fedha. Mtayarishaji na msimuliaji wa makala hii ni mimi Dora Kacheche. Chama cha Waandishi wa Habari Wanawake Tanzania TAMWA imetafsiri ukatili wa kiuchumi kuwa ni kitendo cha kumzuia mtu asiwe na uwezo wa kupata, kutumia na kudhibitia rasilimali za kiuchumi kama fedha, ardhi, mali au hata kazi ya kujipatia kipato. TAMWA inaeleza kuwa ukatili huu mara nyingi hufanyika ndani ya ndoa au familia, ambapo mwanamke analazimishwa kumpa mume wake fedha anazozalisha, anazuiwa kufanya kazi au biashara, anakosa haki ya kumiliki mali ya ndoa, anafukuzwa au kunyimwa mirathi baada ya kifo cha mwenza, na anakataliwa kushiriki maamuzi ya kifamilia hasa matumizi ya kipato. Katika ripoti ya TAMWA ya mwaka 2022 iliyotokana na ufuatiliaji wa kesi na tafiti mbalimbali ilibainika kwamba ukatili wa kiuchumi unashika nafasi ya pili baada ya ukatili wa kimwili katika aina za ukatili wa kijinsia na zaidi ya asilimia 35 ya wanawake waliohojiwa walikiri kukumbwa na aina fulani ya ukatili wa kiuchumi ambapo mikoa ya Kusini, ikiwemo Njombe, Lindi na Mtwara, iliripotiwa kuwa na viwango vya juu vya ukatili huu. Jamvi letu, wakasema, sisi kwanza hatutaki akae kwenye nyumba hii, vinginevyo atoe makorokoro yote mndani, sisi tuna shida na nyumba. Kwa nini mnanifanyia hivyo? Shindweni kabisa! Mbona ninyi mnanifuatilia sana katika maisha yangu eh? Kutana na Bi Anna, ana si jina lake halisi, mkazi wa mjini Njombe akieleza namna alivyokutana na, na changamoto ya kutaka kunyang'anywa nyumba baada ya mume wake kufariki licha ya kuwa ana watoto. Nimeolewa mwaka elfu mbili tulifanikiwa kuwa na watoto wanne. Mimi ni mjasiria mali mdogo mdogo. Mwanzoni nilikuwa nauza samaki sana na dagaa wakati wa uhai wa mme wangu, lakini nilivyokuja kupata msiba wa pili, mara tangulia mwanangu alifariki, alivyokuja kufariki yeye mume wangu, nikaja kuyumbishwa sana kimaisha. Nimeuguza mi mme wangu miaka mitano na ndani ya hiyo miaka mitano wanandugu walikuja kunipokea miezi nane, walimchukua walimchukua, alikaa Dar es Salaam miezi nane. Mwezi wa tisa mwanzoni tu mume wangu alitoweka kurudi Njombe, pale pale makaburini. Wakaniambia sasa, tunarudisha msiba wa mume wako nyumbani kwake. Sasa asubuhi akili nakuyaa, nimefika nyumbani kwangu, mbona upande wa mwanaume siwaoni hata mmoja? Nashindwa kuelewa kama saa tatu tatu sijui ile saa nne d a kikosi kutoka kule kwa mama angu mkwe, maelezo walioeleza mimi imbakakeshi huwa anasahau eh, kwa sababu wanafikiri kwamba hawa watu, mbona mwanzo tuliishi nao vizuri, kwa nini saa hizi wamejipa ujasiri wa maneno makali kama haya? Walisema hivi wao, marehemu kaka yetu, wengine marehemu mdogo wetu, hajaacha mke. Mwenyekiti kauliza kumbe kaacha kitu gani, huyo ni mtalaka, akapata talaka, ana anatalaka ake mimi wakaniuliza, mtoto una taraka? Nikasema mimi sielewi, mimi sina. Oh, sisi ndugu wetu huyu mke wake alimwacha, alimpa taraka hivyo. Mwenyekiti akasema, jamani hili jambo kama linaenda mbio kidogo, ninyi mwana ndugu wa ndani najua sana, nimeelezwa sana nimeambiwa hivyo. Mwenyekiti akasema we hapa hatutaki ya kuambiwa, tunataka ya kuona, tunataka, tunataka ya kuongea hapa, hapa. Akasema sisi kwanza hatutaki akae kwenye nyumba hii, vinginevyo atoe makorokoro yote humu ndani, si tuna shida na nyumba. Mwenyekiti akasema kitu hicho hakipo. Jambo hili mi naomba sasa lirejee wapi, mahakama. Mwenyekiti akatushauri tuende mahakama, kweli nilienda mahakamani kufika mahakamani, akaongelea mambo mengine, kwa nini mnanifanyia hivyo? Shindweni kabisa, mbona nini mnanifuatilia sana katika maisha yangu eh? Mbona kaka yenu aliwajali sana? Mbona mlifika pale nyumbani, tuliishi kama familia? Au kwa sababu ulisema nataka unilisi mimi nikakataa, ndo unanifanyia vitu vya namna hii? Akasema amna, mi sijaimwambia hivyo. Nikasema na kile kikao nichokali nichokali mimi na wewe Dar es Salaam, kile kikao kikubwa kile kilikuwa kinahusu nini? Mlija ndugu watupu, mimi kwa peke yangu, wewe unataka kunilisi mimi? Mimi sikutaki wewe pamoja na nguo zako. Mahakama tena ikatuwailisha katupangia tarehe ingine, tarehe ingine hivyoenda, ndio akasema. Kaonekana nani, mahakama imepeleleza imeona, chimejangu ule kadanganyia mahakama, mimi nipata talaka, sio kweli. Pale nyumbani kwako, nenda kakae, wakukusumbua asipatikane, eh? na ukisumbuka mahakama ipo wazi masaa yote. Je, wananchi wanafahamu kuhusu ukatili wa kiuchumi kwa majina? Anaitwa sajentifa. Ukatili wa kiuchumi huko sana sana ni maeneo hasa ya vijijini, kwa sababu huu ukatili wa kiuchumi sana sana unawagusa sana watoto wa kike, ndio mara nyingi yani wazazi au familia zinahisi mtoto wa kike hana nafasi ya kumiliki ardhi, ya kumiliki, ni mtu ambaye wanasema ataolewa atenda kwenye mji wake, kwa hiyo hiyo ni mila na desturi tofu ambao nao uchangia ukatili wa kiuchumi ukiangalia kwa asilimia kubwa kipindi hichi wanaume wapo, wapo juu sana kushinda wanawake na bado unaona serikali e, ina fight kupata ile hamsini kwa hamsini lakini bado haijafikia malengo jina langu naitwa Ala Tanganyagewa kutoka Njombe mjini kwamba mimi naweza kuwa pengine na mazao ni milima pachichi vizuri na tarajia niuze angalau elfu moja kwenda juu lakini mtu ananifanyia ukatili anadharau bidhaa zangu na ananua shilingi mia moja hamsini mpaka mia tatu lakini pia pale ambapo taifa moja linaamua kudharau bidhaa za nchi nyingine. Ni pale kwa mfano, baba na mama wanalima shamba la mahindi. Wakishalima, wanapovuna, baba anaamua kuuza mahindi yote na kuenda nayo kunywa pombe na kuacha watoto na mama waliosaidia kulima wakiwa hewani. Kwa majina yanaitwa Caritas Six Beti Mloe. Ukatili wa kiuchumi upo nyanja mbalimbali, upo nyanja za wanandoa nyanja za watoto, lakini pia upo nyanja makazini. Kwa mfano kama baba anafanya kazi, ana miradi inaingiza pesa, si ndio, na mama anakuwa ni mama wa nyumbani, sio nini, sio mtumishi. Kwa hiyo baba hamshirikishi yale makusanyo yote ambayo anayakusanya. Kwa mfano kama kwenye urithi, e, kwa mila nyingi wanasema watoto wa kike hawatakii kurithi, hawapewi haki sawa. Naitwa Kaini Nyigu. E, kwa sehemu kubwa baba na mama wanaweza wakawa wametingwa na biashara, amesahau familia, kwa hiyo mwisho wa siku wale watoto wanakokwenda kutokezea unaweza ukakuta ni watoto ambao ni majambazi au wadokozi kwa mara kwa mara. Mimi naitwa Elsi Simunile. Ukatili wa kiuchumi ni ile hali ya mtu mmoja kumkandamiza mwingine au kumnyima fursa za kujiendeleza kiuchumi mtu mwingine. Mimi naitwa Isabela Malangalila au mama Shigongo, hasa kwa wale wanawake ambao labda wanafiwa au au, au wanawake ambao wanatoka kwa wazazi wanaolewa, wanakwenda kuishi maeneo mengine, unakuta zile fursa za kule nyumbani wazazi wake tayari yule mtu wanamwondoa, wanasema mali zile ni kwa ajili ya watoto wa kiume ambao wataendeleza mji pale, wataoa, wataendelea kuzimiliki zile mali. Wadau mbalimbali mkoani Njombe wameeleza kuwa ukosefu wa elimu, mila na desturi kandamizi ni miongoni mwa sababu zinazosababisha uwepo wa ukatili wa kiuchumi katika maeneo mbalimbali. Afisa kutoka Dawati la Jinsia na Watoto mkoani Njombe Andrew Choyo anatueleza kesi zipi zimekuwa zikifika katika dawati. Kwanza kabisa, mwanandoa mmoja akifariki, hususani wanaume huwa anaacha mali, utakuta kwamba wale ndugu wa yule mwanaume wanataka kumiliki zile mali ambazo mwanaume alizitafuta na mke wake, ambapo kwa wakati huo mwanamke ndiye anayetakiwa kumiliki zile mali kwa sababu ndiye aliyezitafuta yeye na mume wake. Kundi lingine utakuta kwamba watoto wamezaliwa watatu, katika wale watoto watatu wawili ni wanaume na mmoja ni mwanamke. Sasa mwanamke yule labda ameolewa kwenda sehemu nyingine, manake pale wanabaki wale watoto wawili wa kiume. Sasa utakuta labda pengine baba yao amefariki, baada ya baba yao kufariki wamebaki watatu, amewaachia mali ambazo wanatakiwa kuendeleza, zile mali ambazo zimewacha, zimeachwa na wazazi wao, wale watoto wawili wa kiume wanamtenga yule mtoto wa kike asiweze kupata mali, wakiamini kwamba yeye tayari ameshaolewa, hana haki tena ya kupata zile mali pia mfano baba amezaa watoto watatu eh. Katika hao wa watoto watatu anachagua watoto wa kwenda kusoma, anawapeleka watoto wa kiume tu shuleni, mtoto wa kike hampeleki shuleni. Utakuta mwanamke alikuwa anafanya kazi labda pengine ya mgawa au alikuwa anafanya kazi pingine serikalini, labda pengine mwalimu. Utakuta mwanaume anamwoa yule mwanamke, akishamwoa anakuja anamwambia, sasa wewe utakuwa ni mtu wa nyumbani tu, hautafanya kazi nyingine ya aina yoyote wewe utakuwa unabaki tu nyumbani, usifanye kazi. kazi yako wewe kunihudumia. Nani kunihudumia mimi? ni kwa namna gani sheria imetaja ukatili wa kiuchumi? Yuko hapa mwanasheria wa halmashauri ya mji Njombe, Bwana Mguli. haujatojwa uh, moja kwa moja kwamba ni ukatili wa kiuchumi lakini unatafsirika kama ni ukatili wa kiuchumi lakini kuna matendo ukiyafanya kisheria yanatafsirika kama ni ukatili wa kiuchumi. Kwa mfano itukia umemnyima mtoto chakula, mke anahitaji mahitaji pale nyumbani. Kwa mfano umemzuia mke wako kufanya kazi wakati ana kazi. Mali kwanza kwa wanandoa huwa inachukuliwa kama mmechuma pamoja yani, kwa mfano mimi nikianza zero na mke wangu akaanza zero tukapata nyumba, ile nyumba inachukuliwa ni wanandoa. Lakini mimi nikiwa naenda kwa mfano nifanya kazi, nikiwa naenda naenda ofisini na mke mke wangu nyumbani lakini tukapata mali katika mazingira hayo, mke wangu pia anakuwa amechangia pata mimi ile mali, kwa sababu mimi wakati nipo kazini, mke wangu alikaa nyumbani, alikuwa anafanya majukumu mengine kama kufagia kunani watoto pale. Lakini kuna zile mali ambazo mke wako anakuja amezikuta, kwa mfano anakuja kuona wewe ulikuwa na nyumba nyingine ume, umeoana wakati wewe una nyumba nyingine, ile nyumba huwa haihesabiwi kama nyumba ya wanandoa kwao. Elimu imekuwa ikitolewa kama ambavyo wewe sasa hivi una nani hapa watu watapata taarifa, lakini sasa jicho la mtu ukaa na kuanza kusikiliza, hiyo ndi changamoto kubwa, kwa maana uelewa mtaani bado umekuwa ni mdogo sana. Kuna haja ya kutumia ku nguvu kidogo kwenye kuhakikisha elimu hii inafikia kwa makundi mbalimbali. Vijana pia wapende kusikiliza makala ambazo zinafundisha sababu, so wengi tuna wanajikita kwenye miziki na michezo mbalimbali, kwa hivyo siku makala za, za, za kuelimisha wengi hawapendi kusikiliza. Mashirika yasiyo ya kiserikali yanafanya jitihada kuhakikisha jamii inapata uelewa kuhusu ukatili wa kiuchumi kama anavyoeleza mkurugenzi wa shirika la Umbrella of Women and Disabled Organizations esien wodo lililopo hapa mkoani Njombe Hamisi Kasapa cha kwanza ni kuweza eh, kutoa warsha na semina kwa jamii ili kuwaelimisha kuhusu haki za kiuchumi, na na vile vile tunaendesha kampeni za uhamasishaji kupitia vyombo vya habari kama redio, mitandao ya kijamii, lakini tunafanya mafunzo ya ujasiriamali na stadi za maisha ili kuwajengea uwezo wa kifedha wa athirika wa ukatili huo. Kuna mama mmoja aliwahi kufanyiwa eh, masuala ya katili ya kiuchumi, tuliweza vilevile kumtafutia meza katika soko la wakulima na kuweza kumpa mtaji mdogo ambao aweze kuzungusha pale kuweza kusaidia ya familia yake. Alikuwa anafanya biashara na mwenza wake ambaye ni mume wake, lakini pindi wakati wapo katika hali ya chini zaidi wakijitafuta kutafuta mtaji, mwanaume alikuwa akimsikiliza sana huyu mama. Mzunguko wa biashara ulivyoanza kukua, huyu mama alikuwa akinyanyaswa, alikuwa akipigwa, alikuwa akitengwa, na vile vile baba alikuwa haiko tayari tena kuendelea na hayo mahusiano. Kwa hiyo akamlazimisha huyu mama aweze kudai talaka na kuweza kuondoka. Changamoto kama hizo kwa hapa mjini zipo kwa kiasi kikubwa, kwa sababu bado kuna uw wa mdogo wa jamii kuhusu aina hii ya ukatili. Wengi hushindwa kuitambua kama ni tatizo, wanaamini tu ni maswala ya ugomvi kibiashara au maswala ya kuingiliana katika sehemu ya kipato. Mwandishi, nikwambie swala la mila na desturi kandamizi, ambaye anatakiwa kuweza kumiliki mali, mara zote mwanaume ndio anatakiwa aweze kumiliki mali, sio mwanamke. Ukatili wa kiuchumi una athari kubwa katika jamii, mojawapo ni kupunguza uwezo wa mwanamke kufanya maamuzi, msongo wa mawazo na kujiona duni, kama anavyobainisha daktari wa masuala ya saikolojia kutoka hospitali ya rufaa mkoa wa Njombe, Dr Godfrey Mshani. Mara nyingi mtu anapata ukatili wa kiuchumi, anakuwa na hatari ya kuingia kwenye ukatili wa aina nyingine, anaanza kukosa ufuatiliaji wa fedha, lakini pia mahitaji yake yanayohusu fedha yanakuwa hawezi kuyatimiza, inabidi afanye jambo ambalo ni zaidi, lakini bado hawezi kupata sababu. Kwa mfano, mtu labda sio ni mama mjane, amezumiliumiwa mali zake, amefukuzwa na watoto wake kwao, baadaye anakosa fursa tamaa, na naona, ah, sasa mimi maisha ndo haya kwamba nime kama nimekula sawa kama sijala sawa, yaani anaacha amini ni kwamba yupo yu, yu, anapumua kwa wakati huo wa, maana yake tayari anakosa kitu kinaitwa tumaini. Kwa mujibu wa utafiti wa afya ya uzazi na mtoto na viashiria vya malaria wa mwaka elfu mbili na ishirini na mbili zinaeleza kuwa asilimia 39 ya wanawake wenye umri kati ya miaka 15 hadi 49 waliripoti kukumbwa na ukatili wa kimwili, asilimia kumi na saba walikumbwa na ukatili wa kijinsia na 29 waliripoti ukatili wa kisaikolojia. Serikali kupitia sera na mikakati imeendelea kutoa elimu kuhusu haki za wanawake hasa katika umiliki wa mali na ushiriki katika shughuli za kiuchumi. Msikilizaji, ukatili wa kiuchumi si wa kawaida, ni ukatili kama ulivyo ukatili wowote ule. Ni wakati wa kuzungumza, kuchukua hatua na kuilinda hadhi ya mwanamke wa Kitanzania, kwa sababu ukimya wetu ni sehemu ya tatizo, lakini sauti yako ndio mwanzo wa suluhisho. Asante kwa kuisikiliza makala ya jamvi letu, mpaka wakati mwingine. Jina langu ni Dora Kacheche Cheche. Wengine wananyanyaswa sababu ya HIV.